Tumeikamata audio ya Abduli, mtoto wa Samia. Huyu ni mtoto wa Samia, huyu Abduli, audio yake yalivyokuwa anajigamba jinsi anavyopiga hela na jinsi alivyonunuliwa system na serikali. Umeona jinsi, yani, jinsi alivyokuwa anaendesha system, hiyo system yake na jinsi wanavyopiga hela katika serikali hii. Ndio audio yake tulikamata, isikilize hapa kwanza. mm. Mm. Lazima kuwe na uaminifu. Mimi have system, lakini system ambayo nimenunua tumenunua nimenunuliwa ni system na serikali mwaka jana. Mm -hmm. Tumenunua system serikali imetoa hela, mkuu wa usalama kanipa hela, nimeenda nimenunua system. Mm -hmm. Ile system ime corrupt kwa sababu ikotumika muda mrefu, Mm -hmm. Ile jamaa alotuuzia simpati. Mm -hmm. Telegram, lakini ningefungua tu system ningempigia jamaa angeupgrade ningefanya kazi, lakini system ime corrupt. Mm-hmm. So, hivi vitu ni vitu ambavyo watu wanaaminiana tu, mm-hmm. Imagine let's say you have the system mm-hmm. Ujani um, labda imeshindikana tukumii nawe kufanya kazi. Ndio. Yeah. Lakini mtu mpumbavu tukatokea kabonyeza kafuatafuata tuka kapata dola milioni mbili au tatu mm. Ushakuja mpaka nyumbani kwangu nahisi no, the big loss here the big loss here si hela the big loss ya ni relationship, relationship ya huyu bwana tukimfanyia uh, kazi kwa sababu unajua uh, uh, tukimfanyia uh, kazi ikuwe successful we get more tunapata zaidi ya hiyo right in terms of transaction or in terms of leo l kile ambacho tukifanya kazi tupate leo Uh, it's smaller lakini ile um, relationship ni much more longer in terms of you know, huyo jamaa alikuwa nataka mtu haki, account, haki simu ya mke wake akamwambia. mm. Mm. Mshikaji mmoja hivi, ule mshikaji mm. bahati nzuri mm. alikuwa na kuna system moja inaitwa Rhino. Rhino, mm. ni system ya kichina mm. Hiyo system ni kiboko, ina hack iPhone. mm -hmm. Dogo yule alikuwa na ile line. Alimwambia dogo akamwambia, mimi naweza kuifanya kazi. Akamwambia sawa, njoo kesho tufanye. Kaenda kesho yake kafanya. mm -hmm. Hivi unajua ile dogo kapewa nini? Ile dogo hapa alipo sasa hivi kwanza kapewa nyumba Dubai, kapewa G-Wagon. mm -hmm. mm -hmm. Yuko kwenye msafara wa raisi yuko kwenye yani msafara waisi, dogo yupo every time mm. Lakini yeye expertise yake ni kwenye masimsim tu ndio, mm. Eh, hajui mambo mengine, masimsim tu anaweza k dogo ana maisha hizi, dola laki mbili laki tatu ni hela zake anazosema. Tunaomba dola laki, anapewa dola laki mbili, anapewa huyu dogo, hela anayo ya kutosha. mm -hmm. mm. Lakini mm. it's how you get in.

300. Kuntisa, mm -hmm. Zote zimejaa hela nyuma, zina, ile sefu nyuma, kubwa ya chuma. Mm -hmm. Yani ile, ile cabin yote ya nyuma ile, ile, ile mm -hmm. mm -hmm. yeah. Watu hela mm -hmm. wanazo kama mtu aliweza kuchukua dola milioni mbili mbele yangu alafu anatuomba sisi tukatafute imzi. Unajua imzi, mm imzi hizi za yaani, unapiga simu Voda, unaomba imzi ya mtu. Ndio, ndio, ndio, ndio. Alafu yule jamaa anachukua ile imzi, anaingiza kwenye computer system yake, ndio anaweza kupata taarifa. Ni ni unique number ya mm, unique number. Sasa nikamwambia mimi pale pale, jamaa akachukua, ndo ameambia bado, akachukua, ndo ameambia mimi, nikamwambia bado, sikupinga. Sasa kwa nini wewe tena umepewa hela alafu sisi ndio tukakutafutia imzi? What the point of you coming here doing business yeah. Akasema hapa hey, akanipa mimi dola laki mbili kuninyamazisha. mm hiyo -hmm. Ni, ni kama dola laki mbili yeah. Akaniambia bwana we nyamaza. mm -hmm. Mtu tu mpumbavu kaja. mm -hmm. ko jamaa ukifanya kitu eh, ukifanya kitu kikapita bro mm huyo -hmm. hey, hey, hasa ni mbona ni mtoto mdogo tu mm -hmm. Nakwambia mm -hmm. So mimi option yangu sina shida.